Wito umetolewa kwa washiriki kumtolea Mungu zaka na sadaka kwa mpango ili kuitegemeza kazi ya injili huku wakiendelea kuunga mkono maendeleo ya kanisa mahalia. Mchungaji Solomon Yohana, mkurugenzi wa uwakili jimbo la kaskazini mashariki mwa Tanzania, ametoa wito huo katika semina za uwakili zilizolenga kuwaelimisha washiriki juu ya njia bora ya kumtolea Mungu zaka la sadaka. Kama ambavyo umekuwa ni utaratibu wa kanisa la Mungu tangu awali kwamba e, zaka zetu pamoja na sadaka zetu E, ndizo ziwe chombo cha kupelekea kazi yake mbele. Kwa hiyo tumesisitiza sana, uh, utoaji hasa e, ule utoaji wa mpango bila kuacha utoaji wa zile sadaka zingine za maendeleo ya kanisa e, washiriki wengi namba moja wamekuwa na maswali mengi kwamba, uh, unapozungumza habari ya kutoa kwa mpango unatoaje, na juma hili limetusaidia kutoa picha e, ya namna gani mtu unapotoa kwa mpango e, unatafsiriwa kwamba huo ndio utoaji wa mpango. Naye mchungaji Charles Mashambo anayesimamia mta ambalizi amesema wameamua kuweka juma hilo si kwa sababu hali ya matoleo imeshuka, bali ni kuendelea kutoa hamasa ya watu kumtolea Mungu zaidi. Kilichotupelekea kuwa na juma hili kubwa hasa sio kule kushuka kwa uh, uaminifu wa washiriki, bali ni sehemu ya uaminifu pia wa washiriki, kwa sababu uh, tulipoamua kuwa na jambo hili tulipolenga hasa ni ili kutiana joto tu katika safari ya kwenda mbinguni, kwa sababu kila wakati tunahitaji elimu zaidi, lakini huku tukiwa pia na mpango mkakati. Na leo hii limefanyika jambo kubwa hapa katika kanisa hili la Iwambi, kuzindua mpango mkubwa wa, wa ujenzi wa kanisa la kisasa. Aidha, kiongozi wa uwakili Emy Samweli amesema masomo yaliyofundishwa katika juma zima ni ya pekee sana na ataleta badiliko kubwa kijamii, kiroho na kiuchumi na kuinua hali ya uchumi na utoaji. Kwa kweli juma hili nilikuwa ni juma la pekee sana katika masuala ya uwakili kwa mtu yeyote aliyehudhuria kuanzia siku ya kwanza lilipoanza ili juma mpaka siku ya mwisho, sidhani kama atatoka tupu. Tutabadilika kiroho, tutabadilika kiuchumi, tutabadilika kijamii, hata mitazamo yetu katika utoaji, kwa namna ya kumtolea Mungu. Nadhani kanisa la Iwambi tapiga hatua sana katika mabadiliko. Kwa upande wao, baadhi ya wa washiriki wamekuwa na maoni tofauti juu ya utoaji wa zaka na sadaka huku wengi wakionyesha kuwa na uelewa mkubwa wa namna bora inayopaswa kumtolea Mungu. Kanisa alijachoka na kila mara, ndio maana tunapokea masomo haya ya uwakili, lakini yote akiwa akilenga kuweza kutukumbusha kwamba kama sisi tulioitwa na Kristo tumepaswa kuwa mawakili waaminifu. Kuwa mawakili waaminifu ni pamoja na kumtolea Mungu sadaka, lakini pia sadaka kwa namna ambavyo Mungu ameweza kutu. Changamoto ya utoaji ipo kila kanisa kwa kanisa kwetu sisi, changamoto ya utoaji ipo kutokana na watu pengine uchumi uchumi wao, lakini pia wengi hawajui nguvu ya kutoa. Kwa hiyo changamoto ya, ya, uchumi, ya, ya uchumi pengine ndio inachangia watu utoaji wao. Kanisa tunapaswa kuombeana na tunapaswa kukumbushana kila itoapo leo, ili kusudi mshiriki mmoja mmoja basi aweze kuwa na hali ya kujitolea. Aa, na ya kutoa fedha zake muda wake na chochote atakachojaliwa na Mungu basi aweze kutoa kwa moyo mmoja. Juma la uamsho la uwakili limefanyika katika kanisa la Waadventista wa, wa Sabato Iwambi likienda sambamba na uzinduzi wa mpango wa ujenzi wa kanisa la kisasa, huko likiacha alama kubwa, kwani watu wamepata hamasa ya kumtolea Mungu zaka na sadaka kwa mpango na kwa moyo. Nikiripoti kutoka Konferensi ya Nyanda za Juu Kusini, mimi ni George Muttarogwa, Opchannel.